Ukitumia kanuni hii ya dakika thelathini inaweza kubadilisha maisha yako moja kwa moja. Sikia nikwambie, tumia dakika thelathini kila siku kusoma kitu fulani chanya au kusikiliza ujumbe fulani ambao huo ujumbe una chachu ya kubadilisha maisha yako. Unakuongezea kitu kipi kwenye nini? Kwenye akili yako. Sikia nikwambie, dakika thelathini kila siku kwa mwaka mzima ni dakika elfu kumi na mia nane. Imagine kuna watu wangapi ambao wanapoteza dakika elfu kumi na mia nane kuangalia muvi kuangalia tamthilia, hawasomi kichote kile. Kwa hiyo kama mjasiriamali ukizitumia hizo dakika vizuri, ipo siku kuna kitu kinabadilika katika maisha yako. Jamani, kumbuka all big leaders, yani matajiri wakubwa ambao ni viongozi kwenye biashara zao ni wasomaji pia na ni watu ambao wana taarifa ambazo watu wengine hawana. Ni milioni ya Mr. Joseph, bilioni ndo mandola hapa Share, like na comment, lakini pia kama ni mtu ambaye anapenda kuanza biashara kwa mtaji mdogo, hujui fanya biashara gani, ni contact kufundisha biashara ambayo mimi nimeifanya ambayo imenisaidia kuweza kuwa na uhuru wa kiuchumi au na financial freedom. Karibu sana.